na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuamsha wa salama, kwani kuna wengi walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama. Kuna ambao wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu, wanaumwa lakini pia kuna ambao tayari wameshaelekea kwa Allah subhanahu wa taala, wamekufa na watu wanajiandaa kwa ajili ya maziko. Hivyo kuamshwa na Allah subhanahu wa taala salama, hii ni neema kubwa sana. Mwislamu, unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kule kukurudishia uhai kwa mara nyingine. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kutujalia pia kuidiriki swala hii ya subuhi kwa jamaa hii. Nayo pia ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa taala. Uh, wakati watu wengine wamelala, hawajaona umuhimu wa kuamka na kumwabudu Allah subhanahu wa taala, hawana hofu na Allah hata kidogo hawana hofu na adhabu ya Allah. Wamejiaminisha ya kwamba wataweza kuivumilia adhabu ya Allah subhanahu wa taala, kitu ambacho si kweli. Hakuna atakayeweza kuivumilia adhabu ya Allah subhanahu wa taala. Sasa Muislamu, unatakiwa kujionea huruma nafsi yako, unatakiwa kujionea huruma mwenyewe. Acha mapumziko, acha usingizi, acha kazi zako kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo kule kujaliwa kwamba ukao ni mwenye kuiswali swala ya subhi, wallahi hii ni neema, na kwa neema hii unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Lakini pia umeamua kuianza siku yako kwa ibada, na mambo yako Allah subhanahu wa taala atayajalia yatakuwa ni mepesi utafutaji wako utakuwa ni mwepesi, kazi zako zitakuwa ni nyepesi, kwa sababu umeianza siku eh, kwa kumwabudu Allah subhanahu wataala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kujifunza dini ya Allah subhanahu wataala, kujifunza mambo ambayo yanahusiana na dini yetu. Kule tukukaa katika dhurusi kama hizi kuna neema kubwa na kuna faida kubwa zinapatikana, na kuna thawabu nyingi zinapatikana. Kwa hakika ni kutokujua tu, lakini mwislamu angejua asingeshinda e, katika e, kukaa katika durusi kama hizi kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kikao hiki ni kikao kitukufu, watu wanapata faida, wanapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili nalo pia ni la kumshukuru Allah kukujalia ukawa ni mwenye kukaa na kusikiliza durusi kama hizi, tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu cha alfiqhu lmuyassaru fi dhoui lkitabi wa sunna. Tulianza sehemu ya tatu ambayo ilikuwa ni mlango eh, ni sehemu nahusiana na azzaka na, na tuli Leo tutaanza mlango wa nne, albabu rabiu, mlango wa nne, fi zakati bahimati al-an'ami, katika zaka ya wanyama wanaofugwa. Mtu anapokuwa ana mifugo yake, ana wanyama wake, anawafuga, anatakiwa awe ni mwenye kuwatolea

Wanyama wanaochungwa tunakusudia ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Lakini akasema na ng'ombe vile vile wanakusanya au wanaweza wakaingia katika, kwa upande wa ng'ombe e, nyumbu kama wapo ambao wanafugwa, wanaweza wakaingia katika kundi hilo la, la, la, la, la ng'ombe wa summiyat bahimatul an'ami, na wameitwa hivyo kwamba ni bahimatul an'ami liannaha la tatakallamu, kwa sababu wanyama hawazungumzi. Kwa hiyo neno hilo lim, limetokana na minal ibhami wa huwa alikhfa, ni kuficha kitu wa adamul idahi, na kuto kuzungumza maneno ambayo yana maana na yanaeleweka. Kwa hiyo wameitwa bahimatul an'ami kwa sababu wanyama hawazungumzi. Ng'ombe hazungumzi, ngamia hazungumzi, wala mbuzi na kondoo hawazungumzi. Almasalatu lula, masala ya kwanza. Shurutu wujubiha, masharti ya kuwajibika kutoa zaka ya wanyama. Yushtaratu liwujubi zakati fi bahimati lanami ashurutu taliya ni sharti kuwajibika kutoa zakaa ya wanyama masharti yafuatayo. Awalan, sharti ya kwanza: an tablugha al an'amu an nisaba shar'iyya, sharti ya kwanza wanyama wanatakiwa wafike kiwango cha kisheria wa huwa fil ibli na, na kiwango kwa upande wa ngamia khamsun, ni ngamia watano. Mtu anapokuwa amefikisha ngamia watano, hii ndio idadi ya chini kabisa ya kuanza kutoa zaka. Wa fil baqari thalathuna, na kwa upande wa ng'ombe idadi inatakiwa ifikie ng'ombe thelathini idadi ya chini kabisa, mtu anatakiwa uh, awe anamiliki ng'ombe thelathini. Hapo anahesabika kwamba tayari ameshakuwa na kiwango cha kuanza kutoa zaka. wa fil ghanami arbaun, na kwa upande wa mbuzi na kondoo mtu anatakiwa afikishe mbuzi au kondoo arobaini. Kwa tumesema kwa upande wa ngamia mtu anatakiwa awe na ngamia watano, ndo anatakiwa anata anze kuwatolea zaka. Kwa hiyo kama mtu atakuwa na, ana ngamia wanne hajafikia kiwango cha kutoa zaka. Kwa upande wa ng'ombe ni ng'ombe 30. Kwa mtu kama atakuwa na ng'ombe ishirini na tisa bado hajafikia kiwango cha kutoa zaka. Na mbuzi na mbuzi na kondoo mtu anatakiwa awe na mbuzi au kondoo arobaini. Ina maana kama atakuwa na 39 hajafikia kiwango cha kutoa azaka. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasalama, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, laisa fi ma duna khamsi dhaudin sadaqa Hakuna zaka kwa ngamia ambao wako chini ya watano. Haya ni maelezo ya mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba hakuna zaka ya ngamia ikiwa ngamia hao watakuwa wako chini ya tano. Wal hadithi Muaz, na kwa hadithi ya Muaz, mtume sallallahu alaihi wasallama alisema, alimpa maelekezo anamwambia alimpa maelekezo akamtuma, ndio Muadhi anasema baathani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asduq ahl al Yaman, mtume alinituma niende kwa watu wa Yaman na akanambia natakiwa niwe ni mkweli niwaeleze ukweli watu wa Yaman, fa amarani an akhudha min al baqari akaniamrisha mimi nichukue zaka kwa upande wa ng'ombe, min kulli thalathina tabi'an, katika kila, katika kila ng'ombe nichukue ng'ombe mmoja. Aliniamrisha hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama, yani katika kila ng'ombe 30 nichukue ng'ombe mmoja. wa min kulli 40 musinna, na katika kila ngombe 40 nichukue ngombe moja. Lakini ngombe hawa wanatofautiana miaka, hawa ngombe wanatofautiana miaka katika ng'ombe 40 anachukuliwa ng'ombe ambaye ni mdogo mdogo, katika ng'ombe ambaye ni mkubwa. Na na ng'ombe 30 anachukuliwa ng'ombe ambaye ni mdogo mdogo kidogo. Almuhimu, kwa upande wa ng'ombe ng'ombe wanatakiwa wafikie ng'ombe thelathini. Sallallahu alayhi wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam na katika qawli nyingine ya mtume aliposema fa idha kanat saimatu rajuli naqisatan min arba'ina shatan falaysa fiha sadaqa, asema na ikiwa na ikiwa mbuzi wa mtu yani mbuzi ambao anawachunga wako chini ya arobaini falaisa fiha sadaqa, hakuna kuwatolea zakaa kwa sababu hawajafika kiwango. Kwa sharti ya kwanza, wanyama wanaotolewa zakaa wanatakiwa wafike kiwango. Sharti ya pili, ayahula ala al-an'am haulun kamilun inda malikiha wa hiya nisabun, wanyama hao wanatakiwa wazungukiwa na mwaka uzunguke mwaka mzima, wakiwa wanyama hao wote wako kwa mmiliki wake, na wakawa ni wenye kufikia kiwango la hadithi, kwa hadithi ya Mtume aliposema, la zakata fi malin, hakuna zaka katika mali, hata yahula alaihi lhaulu, mpaka mali hiyo izungukiwe na mwaka. Kwa sharti ya pili wanyama hao wanatakiwa wazungukiwa na mwaka, yaani umemiliki ng'ombe 40, uh, umemiliki ng'ombe 30, na hao ng'ombe 30 wakazungukiwa na mwaka, hapo sasa utawajibika wewe e, kuwatolea zaka. Na ukiwatolea zaka mwaka huo unakaa tena mwaka mmoja, mpaka mwakani tena unawatolea zaka vilevile. Kama tulivyoona ni kiasi kidogo, ng'ombe 30 unatoa mmoja tu tena ng'ombe mwenye ng'ombe mdogo mdogo, mbuzi arobaini unatoa mbuzi mmoja, ni kiasi ambacho ni kidogo sana. Sharti ya tatu antakuna saimatan, wanyama hao wanatakiwa wao ni wenye kuchungwa, wa hiya lati tara alkala almubaha, nao ni wanyama ambao wanachunga majani ya halali, sio wanakwenda kula majani ya watu, wa huwa lladhi nabata bifili llahi subhanahu wa taala. Na majani yanayokusudiwa ni majani ambayo yameoteshwa na Allah subhanahu wa taala, yani wanachunga porini, duna anyazraahu ahadun, pasina kupandwa majani hayo na yeyote, ni majani ambayo yameoteshwa na Allah subhanahu wa taala. Allah ameleta mvua, mvua imenyesha, majani yameota, wanyama hao wanakwenda kuchungwa katika majani hayo. liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume aliposema, wafi sadaqati lghanami, na katika zaka ya mbuzi na kondoo. fi saimatiha ni katika kuchungwa kwao. Idha kana ti 40 ila 120 w shatun, watakapofikia idadi ya mbuzi 40 mpaka mbuzi mia na ishirini, anatolewa mbuzi mmoja. Wa kaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume aliposema, wa fi ibili kulli saimatin, na katika kila ngamia ambao wanachungwa fi arobaina bintu labuni, ngamia wana, wana, wanapofikia arobaini anatakiwa atolewe, na atolewe ngamia mmoja ambaye anaitwa bintu labuni. Huyo ni ngamia wa, wa, wa, wa, jike anapokuwa amefikisha umri wa miaka miwili fa idha kanat tar'a aqallal hawli wa ya'alifuha akthara aktharuhu, na ikiwa wanyama hao wanachunga katika mwaka mzima wanachunga au wanakatiwa majani mara nyingi, yani hawachungi e, hawaendi kuchunga porini, kama wanakwenda labda ni muda mchache, lakini mara nyingi wanakatiwa majani, wanapewa majani hapo nyumbani falaisa tisaima, hawa wanyama watakuwa sio wakuchungwa, hawa ni wakufuga tu ndani na kuletewa majani ndani. Wala zakata fiha, wala hawana zaka. Sharti ya nne na ya mwisho ili uweze kuwajibika kutoa zaka ya ya wanyama, Allah takuna amilatan ah, wanyama hao wasio wamefugwa kwa ajili ya kazi wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha, nayo ni wanyama ambao amewafuga mwenyewe kwa ajili ya kazi. Fi harithil ardhi, kwa ajili ya kulima au nakli lmata'i, au kwa ajili ya kuhamisha vitu, wanabeba vitu au hamli lathqali, au kwa ajili ya kubeba mizigo mizito lianaha tadkhulu fi hajati linsani alasulia kathiyabi, hao wanyama hao wataingia katika matumizi ya kawaida ya mwanadamu ya kiasili, kama vile nguo. Nguo hazitolewi zaka, hata kama ukawa na nguo nyingi kiasi gani, hazitolewi zaka. Kwa hiyo mtu anapokuwa na wanyama wake kwa ajili ya kulima, kwa ajili ya kubeba mizigo, kwa ajili ya kuhamisha vitu kutoa mahala fulani kupeleka sehemu nyingine, wanyama hao hawatolewi zaka. Amma idha uiddati lilkirai, imma wakiwa wameandaliwa kwa ajili ya kukodishwa Fa inna zakata, hakika zaka, takunu fi ma yahsulu min ujratiha, zaka itakuwa katika ile pesa inayopatikana kwa kuwakodisha hao wanyama. Mtu ana wanyama wake, ana tela yake, wanabeba mizigo, kwa hiyo tela wanapeleka mahala kwa hiyo zaka itakuwa ni kwenye ile pesa inayopatikana kwenye kubebea miziko mizigo. Idha hala alaihi lhaulu, na pesa hiyo itakapokuwa imezungukiwa na mwaka. Almas'alatu athaniya, mas'ala ya pili. Fi adadi alwajibi, katika idadi ambayo ni ya wajibu. Kwanza, kadru alwajibi fil ibili, kiasi ambacho ni wajibu kutolewa zakaa kwa upande wa ngamia. Anasema, wa miqdaru zakati liwajibati, na zaka ambayo ni ya wajibu kwa upande wa ngamia, fil khamsi min alibili, mtu anapokuwa na ngamia watano, shatun jadha, anatakiwa atoe mbuzi wa mwaka mmoja Allah amemjalia amefikisha ngamia watano, hatotoa zaka ya ngamia. Ngamia hao watano, zaka yake atatoa mbuzi mmoja au kondoo mmoja wa fil ashri, na anapofikisha ngamia kumi, shatani, atatoa zaka yake mbuzi wawili. Ngamia kumi zaka yake ni mbuzi wawili wa fil khamsi 5 asharata, na anapofikisha ngamia 15 thalathu shiyahi atatoa zaka ya mbuzi watatu wa fil 20 arba shiyahi, na anapofikisha ngamia ishirini atatoa mbuzi wa nne wa fi 25 ila 35 na anapofikisha ngamia 25 mpaka 35 atatoa ngamia mmoja, ambaye anaitwa bintu mahadhi, min alibili wa hiya matama sanatun, bintu mahadhi Huyu ni ngamia ambaye amefikisha mwaka mmoja na anaelekea mwaka wa, dakhalati fithania, na ameingia mwaka wa pili. Kwa hiyo ngamia ishirini na tano mpaka thelathini na tano natwanga moja wa mwaka mmoja wafisiti wa 40 ila, ila 60 hiqqatun, anasema na mtu anapokuwa na ngamia wa fi 36, anapofikisha ngamia 36 ila 45 mpaka e, ngamia 45, t bintu labuni, atatoa binti labuni. Binti labuni ni ngamia laha sanatani, ni ngamia ambayo ana miaka miwili. Wa fi sitti wa 40 ila 60 hiqa, na anapokuwa na ngamia 46 mpaka 60 atatoa ngamia mmoja ambayo anaitwa hiqa wa hiya ma tamma laha thalathu sinina nayo, na ni ngamia ambayo ametimiza miaka eh, mitatu ataendelea kutoa hivyo. wa fi ihda wa sitina ila khamsi wa sabiina jadhaa, na anapofikisha ngamia sitini na moja mpaka sabini na tano atamtoa ngamia mmoja ambayo anaitwa jadhaa, wa hiya matama laha arbaa sinina, nayo ni ngamia ambaye amefikisha miaka minne, wadakhalat fil khamisa, na akaingia mwaka wa tano. Wa fi sittati wa sabina ila tisina, na anapofikisha ngamia sabini na sita mpaka tisini, bintalabun atatoa binti labuni wawili atatoa ngamia wawili. wa fi ihda wa tisina ila miati wa ishirina hikatani, na anapofikisha ngamia tisini na moja mpaka mia na ishirini atatoa ngamia wa miaka mitatu, ngamia wawili. faidha zadati ala miati wa ishirina ngamia wanapozidi wana mia na ishirini, fafi kulli 40 katika kila ngamia 40 robaini bintu labuni atatoa binti labuni wa fi kulli, yani atatoa ngamia mmoja wa fi kulli 50 hiqa na katika kila ngamia 50 atatoa hiqa na hiqa tumesema ni ngamia ambayo amefikisha miaka tatu. Wa dhalika li hadithi Anas fi kitabi swadaka, na hiyo ni kwa ushahidi wa hadithi ya Anas ambayo ameelezea katika mlango wa zaka. Anasema fi 24 min al-ibli, katika ngamia 24, fama dunaha min al-ghanami Uh, ngamia 24 na chini ya hapo atakuwa anatolea mbuzi yaani, ngamia ambao wako chini ya 25, na kuanzia 24 kwanzia kuja chini anatakiwa kutolea mbuzi, hatotoa ngamia. min kulli khamsin shatun katika kila ngamia watano anatoa mbuzi mmoja. fa idha balaghati fa idha balaghati 25 na ila 35, na ngamia wanapofikia 25 mpaka 35 fa fiha bintu makhadi untha, atatoa ngamia jike, atatoa ngamia mmoja. Kwa hiyo leo tumejifunza eh, zaka ya wanyama na tumeona ya kwamba wanyama wanaotakiwa kutolewa zakaa ni wanyama wa a, aina nne ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Na idadi ya ngamia tumesema mtu ataanza kutolea zaka anapofikisha ngamia watano atatoa mbuzi mmoja. Na kwa upande wa ng'ombe mtu anapofikisha ng'ombe thelathini atatoa ng'ombe mmoja. Na mbuzi na kondoo ni mtu anapokuwa amefikisha uh, mbuzi au kondoo arobaini, atatoa kondoo mmoja. Kwa hiyo, hiyo ni zaka ya wanyama. Wale ambao ni wafugaji, watakuwa wameelewa kwamba ni kitu gani ambacho wanatakiwa kukitoa, na endapo utakuwa hujafikisha kiwango, basi wewe utatoa eh, sadaka kuwatolea wanyama wako sadaka pia ni kitu kizuri kama utakuwa hujafikisha kiwango. Na mpaka hapo, tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanaka llahuma wabihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka waatubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.